Kwa kweli tena niendelee kutoa shukrani za dhati kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya dasi, naomba hizi salamu za shukrani kwa niaba ya shino madiwani uzipokee, pamoja na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri kwa kile tulichokifanya, tulichokifanya kwenye maadhimisho ya sherehe za muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambao kimkoa tulifanya tarehe ishirini na sita hapa Tanganyika. Kwa hiyo dasi, pamoja na mkurugenzi Niwashukuru sana kwa yale maandalizi makubwa na zile sherehe zilifana. Lakini kusema hayo nikiwa na maana tu ni kwamba mara nyingi wanaendelea kushauri kama ulifaulu vizuri ukafanya vizuri kwenye mapokezi na mambo mengine, maana yake kama utapata tena nafasi ya kupewa nafasi ya kuandaa sherehe yoyote au shughuli yoyote ifanyaje, tunazidisha pale, maisha yanaendelea. kwa hiyo lakini eneo lingine ambalo nitaka niendelee kutoa pongezi ni ile ambayo limesema mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, kwa maboresho mazuri kwenye ukumbi huu wetu wa vikao, na sana, sio kwa niamba ya mwenyekiti usije kwenye kamati yako ukaenda kunijadili kuweka, nasema nizuria sijui ni jamvi jekundu hili, kwa kuwa limefanya jambo jema kapngezi pale la wapitukelakijani atatamani la kijani linafaa, lakini lakini tofauti kubwa zaidi. Kwa kweli nipongeze ukurugenzi, ukumbi umeanza sasa kufanana na sifa tulionayo kama Tanganyika, ingawa najua maboresho yanaendelea. Ii maeneo kingine ambayo nitaka niendelee tukukumbushia yale maneno ambayo alisema mkurugenzi pamoja na mimi nikasema tuendelee kwa kuvusha kwa Tanzania wote kwa ujumla. Kwa mwaka huu, mwaka wa uchaguzi mkuu, kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi imetoa ratiba ya kurekebisha ama kwenda kuona taarifa zetu za kwenye madaftari ya kudumu ya wapiga kura. Sasa sisi waheshimiwa madiwani, pamoja na viongozi wa chama, viongozi wangu wa vyama rafiki ngapo na lori form lakini hakuna namna, tuende tukawahamasishe wananchi waende wakajiandikishe, lakini pia waende wakarekebishe taarifa zao kwenye madaftari ya kudumu ya wapiga kura, ili wapate sifa ya kushiriki uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Kini, katika hili mkurugenzi, nikuombe najua una, unacho kitengo cha uchaguzi hapa, naamini nimeshajipanga, nikukumbushia tu kwamba lipite daftari m, no, gari la matangazo kwa ajili ya kuwakumbusha wananchi kwamba hilo zoezi linaanza tarehe moja na vituo sio kama vilivyokuwa. Maana yake watatoa na taarifa ya vituo ambavyo wanatakiwa kaulishe taarifa zao. Lakini eneo lingine ambalo nataka pia nilizungumzie kwenye kikao hiki ni kama kukumbushia tu mapendekezo, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama na ndugu zangu wajumbe, ya mapendekezo ya kuligawa jimbo la Panda vijijini na kubadilisha jina. Mchakato huu ulianzia chini na huko hatua ya taifa, si ndio ndugu zangu? na kama sija- sijasahau na ndivyo, ni saa hii tarehe ishirini na tano mwezi wa nne na tulipokea wageni kutoka tume, tume ya huru ya uchaguzi na aliwakutanisha wadau wote wa uchaguzi wa wilaya hii kiwepo na kamati za ulinzi za usalama mkoa wa mkoa na wilaya, na kubwa zaidi, wale wawakilishi wa kutoka tume walikuwa wanakuja kujiridhisha kama zile taarifa zilizotoka Tanganyika zikaenda RCC na hizi zilijadiliwa, ndivyo walivyokubaliana na Tanganyika kwa kile kikao tulikifanywa kwenye kumbi huu na wote tulibadilika kutoa nafasi ya kuchangia baada ya wasilisho lile na taarifa ile wote hayo, reta, ya ya kwa asilimia mia, tulisema hayo mlioyaleta ndiyo yale tuliojadili kwa vikao vyote, si ndio waheshimiwa? Sasa nataka tuliendelee kuendelea kutoa wito kwamba walichotuelekeza ni kwamba wao sio waamuzi wa kuligawa jimbo wala kugawa kupendekeza kwa maana ya kubadilisha jina la jimbo walichokisema kwamba wao wanakuja kujiridhisha kwenye jimbo lenyewe ama wilaya yenyewe kwamba je, yale yaliyopelekwa kwao ndio yeah, yale tuliyojadili kwenye, kwenye vikao vyetu, na mwisho wao wataendelea na mchakato, na baadaye watampelekea mwenye maamuzi, ambayo mheshimiwa Rais ndio mwenye mamlaka kugawa jimbo na kubadilisha majina ya majimbo, si ndivyo walivyosema? Yeah. Sasa nimeona niliseme kwenye hadhara hii ili liendelee ku wuwa sawa kwa wananchi, kwa sababu ile michango yetu baadhi, na baada ya ule mkutano, wapo walioamini kwamba tume wale wakilisha tume ule uchaguzi wamekuja kugawa jimbo na wamenigawa, lakini wapo wananchi walioanza kupiga simu kwamba tunasikia tayari jimbo limegawika na jina la jimbo. Bahati nzuri wengine wakaanza kutupa na baraka mashilio, nenda ukagombee jimbo fulani, na mimi nimo kwenye majimbo mapya mapya ya mkurugenzi <laughs> m shj si. Kwa hiyo nilichotaka kueleza hapa ni kwamba ule bado ni mchakato, na sisi kwa nafasi zetu wote tunataka tukawaambia wananchi kwamba kazi ya tume, ukisoma kwenye katiba ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, miongoni mwa kazi ni saizi ni wale wakilishi wa tume kuja kujiridhisha kama yale tuliyopendekeza ndio mapendekezo yetu, na michakato mengine iendelee baadaye kupendeza mwenyewe mheshimiwa rais, kulingana na zile habibu za rejea, atatangaza kulingana na watakavyokuwa amejiridhisha. Kwa hiyo ombi langu katika hili, niombe tukombe waheshimiwa madiwani pamoja na viongozi tukaendelee kuambia wananchi kwamba mchakato unaendelea, na nasio kwamba walikuja kwa ajili ya kugawa jimbo. Lakini leo nyingine, mkurugenzi ambaye kusisitiza kusisitiza, tulikuwa na kikao cha kamati ya fedha juzi tulikuwa tunaangalia namna gani ukusanyaji wa mapato na utekelezaji wa shughuli za maendeleo. Tumebaki na muda mfupi sana, lakini baadhi ya kipindi hiki tunategemea kupata fedha kupitia mazao u kusisitiza mkurugenzi na wataalamu wako majuani, tuendelee kupambana kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato ili e, tutakapopata zile fedha ziende kutekeleza shughuli mbalimbali za wilaya ya Tanganyika. Kwa hiyo hili ndio nataka nje kusikiliza mkurugenzi, kuongeza asilimia nilikuwa naiona ya kusalia kidogo, hatuko vizuri, kwa tupambane kipindi hiki, wakati tunakwenda kufanya mkutano mkuu wa mwaka ambao umebaki wa mwisho, tuonekane tumekusanya mapato mengi, ili tuweze kutekeleza miradi ikiwemo na ile tetemeko, kama mshindi akapata na kusema kwamba tunahitaji fedha. Mheshimiwa, baada ya kusema na tutamka rasmi kwamba mkutano wetu